Habari za jioni mta, mtazamaje, na karibu kwenye taarifa ya habari ya kipuuzi. Jina langu mtalijua nyinyi wenyewe. Leo ni tarehe ambayo bado haijabadilika kwenye habari kuu. Katika habari ya kushangaza, kuku mmoja alitoroka ali machinjioni na kwenda kujiunga na kanisa la waumini wa majini. Alidai anatafuta maisha ya kiroho baada ya supu ya miguu. Katika masoko bei ya ujinga imepanda kwa asilimia mia tatu. Wataalamu wanasema kutokana na vijana kutumia muda mwingi kutafuta likes kuliko chakula. Michezo. Upande wa michezo, timu ya mpira kijiji cha Nguvukazi kimeamua kucheza bila viatu ili wajisikie kama watoto wa Messi alipokuwa mdogo. Kocha wao anasema kuumia ni sehemu ya mazoezi ya moyo. Kwa sasa ni hayo tu. Tafadhali kaa mbali na watu wanaouza ndoto kwa TikTok, na kumbuka usidharau mtu aliyevaa suti kwenye Zoom, na anaweza kuwa na suruali ya pajama. Asanteni sana.